Katika ulimwengu wa leo wengi wanatembea na mizigo mizito mioyoni mwao. Wengine wanalia kimya kimya, wengine wanapigana vita visivyoonekana, na baadhi huvaa tabasamu jepesi, huku ndani yao wakivunjika vipande. Tunaishi katika dunia yenye kelele nyingi, lakini kimya chake kinaumiza zaidi. Lakini leo naomba kwa ajili ya kila nafsi iliyochoka, kwa ajili ya moyo uliovunjika, na kwa ajili ya roho inayohitaji faraja kutoka kwa Mungu aliye hai e Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako tukiwa na mioyo iliyonyenyekea. Tunakiri kuwa hatuwezi bila wewe. Tunaomba utembee nasi katikati ya majaribu haya, utupe macho ya rohoni kuona mkono wako hata wakati giza linapozidi. Tunapokosa nguvu, uwe nguvu yetu. Tunapokataliwa, uwe kimbilio letu. Tunapojihisi peke yetu, tukumbushwe kuwa haujawahi kutuacha hata kwa sekunde moja. Maisha hayana ahadi ya njia laini, lakini umetupa ahadi ya uwepo wako daima tunapopita katika moto wa mateso ahadi yako ni kwamba hutatuacha tuungwe. Tunapopita katika maji mengi ya huzuni, umetuhakikishia hatutazama. E Bwana, tunakushukuru kwa kuwa hata pale ambapo hatuoni njia, wewe tayari umeifungua. Wengi wetu tumebeba maumivu ya zamani, kukataliwa, kushindwa, kuvunjika kwa matumaini, lakini leo tunayaweka yote miguuni pako. Tunaomba uponyaji, tunaomba urejesho, tunakuomba utufunike na amani yako inayopita fahamu zote. Tufundishe kutazama milimani mahali msaada wetu hutoka. Msaada wetu hutoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Ikiwa umebarikiwa na sehemu hii ya maombi, andika amina, Mungu yu mwaminifu, kwenye sehemu ya maoni. Tukutane kwenye sehemu ya pili kwa maombi ya kina zaidi na ushuhuda wa tumaini. E Mungu wa rehema, tunakuja mbele zako tukiwa kama watoto wanaomkimbilia baba yao. Tunajua kuwa wewe si Mungu wa mbali, bali wa karibu, unasikia kilio chetu kabla hata hatujakizungumza. Leo hii tunaomba kwa ajili ya wale waliokatishwa tamaa na maisha, wale waliowahi kuamini lakini walivunjwa, waliowahi kupenda lakini wakaumizwa, waliowahi kujaribu lakini walishindwa. Tunaomba kwa ajili yao, e Bwana, wakumbatie kwa upendo wako usio na mwisho. Bwana, kuna machozi ambayo hatukuwahi kuyaonyesha hadharani lakini wewe unayajua. Kuna majeraha mioyoni mwetu ambayo tumeficha kwa muda mrefu, lakini hakuna kinachoweza kufichika mbele zako. Tunakusihi leo, gusa kila jeraha, toa kila chungu, funika kila doa la aibu kwa damu ya Mwanakondoo. Tunahitaji upendo wako utuinue tena, utuponye kwa undani ambao hakuna mwanadamu anaweza kufikia. Tunaomba uhuru kutoka kwa minyororo ya hofu, hofu ya kutosheleza, hofu ya kukataliwa, hofu ya siku za usoni. Tunaomba utupe imani ya kutembea kwa ujasiri, tukijua kuwa wewe hutangulia mbele yetu tunaomba uhuru kutoka kwa mawazo hasi yanayotufunga, mawazo yanayotuambia kuwa sisi si kitu, kwamba tumeshindwa, kwamba tumepitwa. Tunakataa uongo huo kwa jina la Yesu, na tunakumbatia ukweli wako kwamba sisi ni wa thamani, tumeumbwa kwa mfano wako na tumeitwa kwa makusudi makubwa. Tunaomba pia kwa ajili ya familia zetu, rejesha mahusiano yaliyovunjika, leta amani nyumbani, fungua milango ya ajira, uponyaji na fursa mpya. Tunatangaza baraka juu ya vizazi vyetu na tunatubu kwa kila wakati ambapo tumepoteza imani, tukachagua kuogopa badala ya kuamini. Leo tunarudi kwako kama mwana mpotevu, tukisema, Baba, tuko hapa, tunakuhitaji. Ikiwa sehemu hii imekuzungumzia kwa namna ya kipekee, tafadhali andika niko huru kwa jina la Yesu kwenye sehemu ya maoni. Tuonane kwenye sehemu ya tatu, ambapo tutafunga sala hii kwa nguvu, neema na ushindi. E Baba wa milele kwa moyo wa unyenyekevu na imani kuu, tunamaliza sala hii tukiwa tumejaa tumaini jipya. Tunakushukuru kwa sababu wewe si Mungu wa mbali, bali ukaribu na waliovunjika moyo. Asante kwa ajili ya wema wako, rehema zako na neema zako ambazo ni mpya kila asubuhi. Asante kwa sababu hata tunapopita katika mabonde ya giza, hatuko peke yetu, wewe uko pamoja nasi. Sasa kwa mamlaka uliyoitupa kupitia jina la Yesu, tunatangaza ushindi juu ya kila eneo la maisha yetu tunatangaza kwamba tumeinuliwa kutoka mavumbini hadi kwenye kiti cha heshima tunatangaza kwamba huzuni imegeuzwa kuwa furaha machozi kuwa tabasamu kukata tamaa kuwa matumaini mapya e bwana jaza kila nafsi hapa leo kwa upendo wako wa ajabu upendo unaondoa hofu unaoponya moyo unaotufanya kuwa huru kweli tunakata minyororo yote ya kiroho inayotufunga tunafunga milango yote ya laana za vizazi magonjwa ya kuridhi na vifungo vya kiakili vilivyotuzuia kwa miaka mingi tunafungua milango ya mbinguni ili baraka zako ziteremke juu yetu kama mvua. Tunatangaza kuwa hatutatembea tena chini ya kivuli cha hofu, bali katika nuru ya ahadi zako. E Roho Mtakatifu, tuongoze kila siku, tufunze kupenda kama Yesu alipenda, kusamehe kama sisi tulivyosamehewa, na kuishi maisha yenye kusudi takatifu. Tunakataza kila sauti ya mashaka na tunachagua kusikia sauti yako, sauti ya faraja, ya tumaini, ya uzima wa milele. Tunakushukuru kwa ajili ya kuponya moyo wetu, kutuinua na kutupa mwanzo mpya. Hii ni siku ambayo Bwana ameifanya, tutashangilia na kuifurahia. Kuanzia sasa, tutatembea kwa ujasiri, tukijua kuwa hatuko peke yetu. Mungu wa Israeli anapigana vita vyetu. Ikiwa moyo wako umebarikiwa kupitia sehemu hii ya mwisho, andika kwenye sehemu ya maoni: nimebarikiwa na nipo tayari kuanza upya, na usisahau kushiriki sala hii na wengine, kwa sababu kupitia neno moja maisha yanaweza kubadilika milele.